Wakati wengine wanapigania nafasi ya kuwakumbatia wazazi wao, Amina alichagua njia tofauti, njia ya kiburi, tamaa na fedheha. Aliona umaskini wa baba yake kama doa la aibu, akasahau kuwa mikono hiyo hiyo ya baba ndiyo iliyomlea tangu akiwa mchanga. Siku moja tu, maneno yake yalikuwa kama upanga. Alimtazama baba yake usoni, macho yakijaa dharau na kumwambia sina baba maskini kama wewe. Maneno hayo yakabaki moyoni mwa yule mzee kama kovu lisilopona, lakini dunia inachetesha hucheza na muda kwa namna isiyotabirika. Miaka mitano baadaye, Amina aliporudi nyumbani akiwa na mavazi ya fahari na sura ya mafanikio, alikumbana na kitu ambacho pesa haziwezi kununua, ukweli mchungu uliogeuza maisha yake milele. Karibu MK Mastori, simunizi zenye uguso wa maisha. Onyesha upendo wako kwa kusubscribe channel hii, kulike na kukoment. Basi hapa na kufunulia mkasa mzima ulivyokuwa. Tazama mpaka mwisho, maana kuna jambo la kujifunza hapa. Kijiji cha Mnyonge kilikuwa kimya, chenye nyumba za matope na watoto waliocheza bila viatu. Ndani ya kijiji hicho aliishi mzee Ramadhan, mwanaume mwenye mikono iliyochoka kwa jembe lakini moyo uliojaa upendo. Kila alfajiri aliondoka na kapu lake la zana akihangaika mashambani akijaribu kumwekea binti yake Amina maisha bora. Amina ndiye furaha yake pekee baada ya kufiwa na mkewe miaka mitano iliyopita. Lakini kadri miaka ilivyozidi kusogea umaskini ulizidi kumfanya Amina kuona aibu. Alianza kuamini kuwa dunia haimheshimu maskini, hata kama wana moyo wa dhahabu. Kuna wazazi wanaolala njaa ili watoto wao wale, wanaume wanaovaa nguo zilizochakaa, si kwa sababu hawajui kuvaa, bali kwa sababu wanachagua kuona watoto wao wakicheka kwanza. Lakini mara nyingi upendo huo hauonekani hadi siku wanapokuwa hawapo tena. Siku moja Mzee Ramadhan alimuita Amina pembeni ya meza ya udongo. Binti yangu, alisema kwa sauti tulivu, usikate tamaa, elimu yako ndiyo urithi wangu. Lakini Amina alinyamaza akitazama chakula kidogo kilichokuwa mezani. Baba, maisha haya yananiudhi. Kwa nini kila siku ni mateso? Wengine wanaishi mjini, wanavaa vizuri, wanakula vizuri. Hivi mimi nitabaki hapa hadi lini? Maneno yale yaliumiza zaidi ya pigo la jembe. Mzee Ramadhan alinyamaza, machozi yakimtoka taratibu. Alijua dunia ya sasa haikujali juhudi, ilijali matokeo. Kuna maumivu ambayo hayawezi kuonekana machoni, bali moyoni. Ni pale mtoto anapokataa kile kilichomlea akifikiri umaskini ni laana, kumbe ndiyo silaha iliyomfanya baba yake asife njaa. Kesho yake mzee Ramadhan alimpeleka Amina shuleni kama kawaida, ingawa hakuwa na pesa ya chakula. Alimnunulia kalamu mpya kwa deni, alijua kalamu moja inaweza kufungua maisha mapya kwa mtoto wake. Lakini Amina hakujali tena kila alipowaona watoto wa mjini wakija likizo na magari makubwa moyo wake ulizidi kuchoka. Alitamani kuwa kama wao, hata kama ni kwa gharama ya kumwacha baba yake. Wakati mwingine baba yake alipokuwa akirudi jioni akichoka na jasho, Amina huwakuwa hata anamwarikibisha tena, aliona harufu ya jembe kama aibu. Ni rahisi kumcheka maskini, lakini ni vigumu kuelewa safari yake. Wapo wazazi wanaoishi kwenye nyumba za udongo lakini mioyo yao imejengwa kwa mawe ya upendo. Wamebeba familia zao mgongoni bila kulalamika hadi pumzi yao ya mwisho. Siku moja Amina alipewa nafasi ya kwenda mjini kwa shangazi yake tajiri. Baba yake alifurahia, akajua pengine huo ndio mwanzo wa ndoto za binti yake kutimia. Akimwangalia akiondoka kwa basi machozi ya furaha na huzuni yalichanganyika usoni mwake. Alijua dunia ya mjini ni ngumu, lakini moyo wake ulisema kitu kimoja: kama nitateseka ili yeye afaulu, nitateseka kwa furaha. Lakini hakujua safari ile ndiyo ingekuwa mwanzo wa mwisho wa upendo wa binti na baba. Miezi michache mjini ilitosha kumgeuza Amina kabisa. Shangazi yake tajiri Bi Zawadi alimkaribisha kwa upendo, lakini pamoja na upendo huo kulija na kitu kingine: mafanikio ya fahari. Kila kitu mjini kilimfanya Amina ajione kama mtu mpya. Alivaa nguo nzuri, alikula chakula cha bei, na alianza kuzunguka na marafiki waliokuwa wakiongea kwa lafudhi. Ndani yake akasahau harufu ya udongo wa kijijini na mikono yenye galama ya baba yake. Kila siku alipokuwa akipokea simu kutoka kwa baba yake, moyo wake ulijibu kwa ubaridi. Mara nyingi aliizima simu akijitetea moyoni, baba ananiambia nini tena? Maisha yangu yamebadilika sasa. Kuna aina ya umaskini ambao ni hatari kuliko kukosa pesa, ni umaskini wa moyo unaosahau mahali ulipotoka. Mara nyingine tunapopata mwanga kidogo, tunafikiri giza halikuwepo kamwe. Siku moja, Mzee Ramadhan aliamua kusafiri hadi mjini kumwona binti yake. Alivaa shati lake la zamani lilioshonwa mara tatu na suruali ya kahawia. Alitembea na mfuko mdogo wa plastiki uliojaa maembe matatu, zawadi ndogo kwa binti yake. Alipofika nyumbani kwa shangazi, mlinzi alimtazama kwa dharau, "Unamtafuta nani mzee?" aliuliza kwa sauti ya ukali. Naitwa Ramadhani, baba ya Amina, alijibu kwa unyenyekevu. Amina aliposhuka chini na kumwona baba yake akisimama ya mlangoni, moyo wake ulishtuka, lakini si kwa furaha, bali kwa aibu. Marafiti zake wawili walikuwa seleheni wakimsubiri, twende nao kula chakula cha mchana. Mzee, uliifikaje hapa? aliuliza kwa sauti ya kujificha. Nimekuletea maembe, binti yangu. Niliona hujaja likizo nikasema nije nikusalimie. Lakini maneno yake hayakumgusa tena kama zamani. Wakati mwingine mtu anayekuja bila zawadi kubwa ndiye mwenye thamani zaidi, lakini dunia imejaa macho ya nje yanayohukumu nguo, si moyo. Tunaweza kumkataa mtu kwa umaskini wake tusijue thamani ya upendo aliyobeba. Amina alitabasamu kwa aibu. Baba, kwa sasa nina wageni labda ungepita kesho. Marafiki zake walicheka kimya kimya wakimtazama yule mzee aliyekuwa amechakaa. Baba alishusha kichwa, akasema taratibu, sawa binti yangu, nitaondoka. Alitoka nje, akainama na kuweka yale maembe kwenye sahafu ya baraza, kisha akaanza kutembea taratibu, akifuta machozi. Shangazi yake alimtazama kwa huruma, lakini hakusema kitu. Wakati gari lililombeba Amina na marafiki zake likiondoka kwenda kula, macho yake yalipishana kwa sekunde chache na ya baba yake aliyekuwa umbali wa mita kumi tu. Hakugeuka. Alijifanya hakumwona. Kuna macho yanayolia kimya. Ni macho ya wazazi waliotesa miili yao ili watoto wao wasihisi njaa. Lakini dunia ya leo haina muda wa kusikiliza machozi hayo. Inaangalia nani ana gari kubwa. Nani anavaa vizuri. Lakini kumbuka, fahari ipotawala, rehema huondoka. Usiku huo Amina hakuweza kulala vizuri. Kila mara macho yake alikuwa anamkumbuka baba yake akiwa na maembe mkononi, lakini kiburi kilimzuia kumpigia simu. Kwa upande wa pili, mzee Ramadhan alirudi kijijini akiwa amechoka. Hakuwa na hasira, bali huzuni kubwa. Alimkalia chini ya mti, akainua macho juu, akasema, "Mungu mlindie tu." Miaka miwili ilipita tangu Amina amwone baba yake kwa mara ya mwisho. Maisha mjini yalizidi kumzungusha kwenye ulimwengu wa anasa na umaarufu wa uongo. Huko alikutana na kijana mmoja tajiri aliyeitwa Brian, mwenye biashara kubwa ya magari. Brian alikuwa na maneno matamu, mavazi ya kuvutia, na tabasamu lililojua kuficha uovu. Amina alidhani ndoto zake zimefika mwisho. Ndoa ilifungwa kwa harusi kubwa iliyojaa watu matajiri, mziki wa kisasa na kamera kila kona. Lakini ndani ya tabasamu lake kulikuwa na kitu kisichosemwa, pengo la baba. Maisha yana tabia moja ya ajabu, huweza kukupa kila kitu unachotamani lakini ya kuchukue kile kidogo kilichokuwa na maana zaidi. Amina alipata pesa lakini akapoteza utulivu. Alipata heshima ya watu lakini akapoteza baraka ya mzazi. Miezi ya kwanza ya ndoa ilikuwa ya raha. Brian alimnunulia gari, simu mpya na nguo kutoka nje ya nchi. Amina alihisi sasa yeye ndiye mfano wa mafanikio. Lakini ndani ya nyumba hiyo kubwa kulikuwa na kelele zisizoonekana. Brian alianza kubadilika, akawa mlevi, mkali na mwenye kiburi. Kila siku kulikuwa na ugomvi, maneno ya kudhalilisha na wakati mwingine makofi. Amina alianza kujiona kama mfungwa wa maisha aliyoomba mwenyewe. Aliwaona marafiki zake wakiwa na furaha mitandaoni, lakini usiku alilala kwa machozi. Kuna aina ya mateso ambayo hayahitaji minyororo, ni yale ya ndani ya moyo, pale unapotambua umejifunga mwenyewe kwa tamaa zako. Ulimwengu wa pesa ni mzuri kuutazama, lakini mara nyingi ni gereza lenye pazia za dhahabu. Siku moja alipokuwa akiweka nguo kabatini, simu yake ya zamani ililia ghafla. Ilikuwa namba ya kijijini. Aliposikia sauti ya jirani wa baba yake, moyo wake ulitetemeka. Pole Amina, baba yako amekuwa mgonjwa. Tumempeleka hospitali ya wilaya, lakini hali si nzuri. Simu ilikatika, bado hajapata nguvu ya kujibu. Amina alikaa kimya, machozi yakianza kumtoka bila hiari. Alimkumbuka baba yake akisimama mlangoni miaka iliyopita akiwa na mfuko wa maembe, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti mbili zikigombana. Kiburi hakijawahi kumpa mtu amani. Kuna wakati tunasubiri mpaka dunia ivunjike ndipo tutambue thamani ya wale tuliowadharau, na mara nyingi tunapokuwa tayari kuomba msamaha, muda unakuwa tayari umeondoka. Amina alihangaika usiku kucha. Brian alipomuuliza kwa nini analia, alimjibu, baba yangu anaumwa. Lakini Brian alitabasamu baridi na kusema, sasa unataka nirudi kijijini kwa ajili ya maskini wako? Kauli hiyo ilimkata moyo. Ndani yake alijua ameolewa na pesa lakini si na moyo. Usiku ule hakulala, alikaa kando ya dirisha akiangalia mwezi, akijikumbusha maneno ya baba yake. Usiache mizizi yako binti yangu. Alijua muda umefika wa kufanya maamuzi. Haijalishi ni nani atamcheka, haijalishi ana nini. Amina aliamua kurudi kijijini kumwona baba yake kwa mara ya mwisho. Asubuhi ya siku iliyofuata, Amina alipanda basi kuelekea kijijini. Safari ilikuwa ndefu, barabara za vuti na milima iliyojaa kumbukumbu za utoto wake. Kila alivyotazama kupitia dirisha Machozi yalizidi kumtoka bila sauti. Alipofika mnyonge, kijiji kilikuwa kimetulia kama zamani, lakini kulikuwa na kitu kipya. Watu walimtazama kwa mashangao, wengine kwa huruma, wengine wakageuka kimya. Ndani ya moyo wake kulikuwa na uoga, uoga wa ukweli. Amina alikwenda moja kwa moja nyumbani. Lakini pale palipokuwa nyumba ya udongo, sasa palikuwa kaburi jipya na msalaba wa mbao. Mguu wake ulitetemeka. Hashindwa hata kupiga kelele. Kuna maneno ambayo husemwa na machozi pekee, kuna huzuni ambayo haielezui na sauti, bali na pumzi fupi za majuto, na kuna siku ambazo Mungu huruhusu utambue utamani wa upendo, lakini yule aliyekupenda hayupo tena. Amina alipiga magoti taratibu, akigusa udongo wa kaburi. Mungu wangu, baba yangu, mbona hukuniambia? Alihema kwa sauti ya kugugumia Alihisi dunia ikizunguka taratibu, moyo wake ukipoteza nguvu. Wakati akilia, mzee mmoja kijijini alimkaribia taratibu. Binti yangu, alisema kwa sauti nyororo, tulijaribu kukutafuta lakini hatukufanikiwa. Baba yako aliugua wiki mbili kabla ya kufa, aliniambia nikupe kitu hiki. Mzee huyo alimkabidhi bahasha ya kijivu, imechakaa na kubeba maneno kwa Amina Macho yalizidi. Alifungua bahasha hiyo kwa mikono iliyokuwa inatetemeta. Barua kutoka kwa mzazi aliyefariki haikusudi kuleta huzuni, bali hukumbusha mapenzi yasiyokufa. Ni kama sauti ya upole inayotoka kaburini ikisema, nilikusamehe hata kabla hujanikosea. Ndani ya barua kulikuwa na maandishi ya mkono wa baba yake: binti yangu Amina, usihuzunike ukisoma haya nilijua siku moja utarudi. Siku kwazika uliponikana, niliomba Mungu akuinue. Nilicho nacho si mali bali upendo. Usiache kamwe kuwapenda maskini, maana huko ndiko nilikokuficha baraka zako. Kila sentensi ilimfanya Amina atetemeke zaidi. Aliona mbele ya macho yake sura ya baba akimcheka kwa upole, ile tabasamu ya yule mtu aliyejua kusamehe hata alipoumizwa. Alikaa chini muda mrefu akishika ile barua kifuani. Kila pumzi aliyotoa ilikuwa ni maumivu ya moyoni na majuto yaliyochelewa. Wazazi ni zawadi ya dimu. Hawatakaa watufanyie mabaya kwa makusudi, hata pale wanaposhindwa kutupa tunachotaka. Lakini dunia imetufanya tusahau, tukawa tunathamini wema wa wageni kuliko upendo wa nyumbani. Amina alikaa pale hadi jioni. Jua lilipoanza kuzama, alichukua maua ya porini na kuyapanga juu ya kaburi la baba yake. Alipiga magoti na kusema kwa sauti ndogo, "Baba, samahani, niliamini uongo wa dunia, nikasahau ukweli wa upendo wako." Kilia chake kilisikika mbali kama sauti ya mtoto aliyeacha mama sokoni. Hapo ndipo kijiji kizima kilijua Amina amerudi, lakini si yule yule aliyewahi kuondoka. Baada ya siku nzima akikaa karibu na kaburi la baba yake, Amina alishika pumzi yake. Alijua hatoweza kurudi nyuma, lakini alitaka kubadilika mbele. Alipoondoka, alijitahidi kuona kila kona ya kijiji kwa macho mapya. Wazee waliokuwa wanakosa msaada wakimtazama kwa mshangao, wakiona binti aliyekuwa mbali, sasa amerudi na moyo wa kusaidia. Amina alianza kutoa msaada kwa maskini na watoto wa kijijini. Chakula kidogo alichokuwa akipata mara moja mjini sasa kilikuwa msaada wa kila siku kwa familia zinazoishi kwa njaa. Majuto ni zawadi kwa moyo wa mtu, yanapokuja ni kama upepo wa baridi unaosafisha hisia zako. Usikate tamaa hata pale unapogundua makosa yako, muda wote kuna nafasi ya kurekebisha. Alijua kuwa hatoweza kurekebisha historia, lakini anaweza kuunda maisha mapya. Hapo ndipo alianza kuandika hadithi yake na watoto wa kijiji, hadithi za upendo, huruma na usaidizi. Muziki wa nyumba ya baba yake ulisikika moyoni mwake kila alipopanda juu ya mti wa zamani. Alikuwa akijua sasa kweli upendo wa mzazi hauna thamani ya pesa, wala hauna mwisho. Siku moja alikaa chini ya mti akiwa na barua ya baba kifuani, aliomba msamaha wa kibinafsi. Akitambua kila maneno aliyosema kwa kiburi ilikuwa ni sumu kwa moyo wake. Alilia kimya, lakini machozi yale yalikuwa ya kurudisha roho kwenye wema. Alijua hatoweza kubadilisha yaliyopita, lakini yale aliyofanya sasa yangeendelea kuishi. Kila mmoja wetu ana historia ya majuto, lakini hekima ya maisha ni kutambua thamani ya upendo kabla haujaenda milele. Hali ya kifedha haiwezi kulinganisha upendo wa mzazi aliyekupenda bila masharti. Amina alitambua kuwa maisha haya ni zawadi, si mali. Hapo ndipo alipoanza kutambua ujasiri wa baba yake. Jitolea bila kuchoka, kutoa bila kudai. Hali zake binafsi za mjini hazikuwa jambo la msingi. Alijua sasa kuwa moyo wa mzazi ni silaha ya kweli. Na mlagda hii ndiyo somo kubwa aliyopaswa kujifunza: hakuna mali ya dunia inayoweza kulinganisha upendo wa kweli. Amina alikwenda kaburini tena akilia, akipiga magoti na kusema, "Baba samahani. Sasa nimeelewa, nitahakikisha dunia yangu sasa inasaidia wengine kama ulivyokuwa umeniinua." Na kwa mara ya kwanza tangu alipopanga miguu yake mjini, moyo wake ulijaa amani. Machozi yalikuwa ya huzuni na majuto, lakini pia yalikuwa ya mwanga mpya, mwanga wa upendo na msamaha. Mara moja, Amina alijua kila hatua ya maisha ina somo lake. Hata pale tunapokosa kuelewa wazazi wetu, mwisho wake mwanga wa upendo wa kweli daima unakagua giza letu. Maisha yana njia za ajabu kutufundisha thamani ya watu tuliowadharau. Wakati mwingine, baraka kubwa huja kwa sura ya umaskini. Na upendo wa kweli huvaa nguo zilizochakaa. Amina alijifunza kwa maumivu kuwa mali huisha, lakini mzazi ni zawadi isiyorudi tena. Kama una mzazi leo, mpende. Msamehe. Msaidie. Maana siku moja utatamani kusikia sauti yake tena, lakini itakuwa kimya. Hii ilikuwa ni simulizi yenye mguso wa maisha. Kutoka kwa MK Mastori, mahali pa masimulizi hugeuka kuwa hisia. Kama umependa simulizi hii, weka maoni yako hapo chini bila kusha huku like, share na kusubscribe chaneli hii ili uwe mwanafamilia. Asante, tukutane wakati mwingine.